Mtakatifu Isidore wa Seville, askofu wa karne ya saba, alijitolea kutafuta maarifa na kueneza Ukristo. Alikuwa na ushawishi mkubwa kutokana na mafundisho ya watangulizi wake, hasa Mtakatifu Leanda wa Seville ambaye pia alikuwa askofu. Hamu ya kujifunza ilimfanya aandike kazi zilizoeneza maarifa ya binadamu kutoka lugha hadi tiba. Juhudi za kuelimisha wengine hazikukoma. Alianzisha shule na kukuza uandishi na usomi miongoni mwa mapadri na waumini. Pia alishiriki jukumu muhimu katika kuwaongoa watu, akiimarisha umoja katika kipindi cha mgawanyiko. Alipotafakari maisha yake, aliona safari iliyochochewa na imani na kiu ya hekima, akiendelea kutoa mwanga kwa akili za watu wakati huo. Urithi wake unaishi si kama tu mtakatifu, bali kama taa ya maarifa katika historia ya Kanisa.